Kuliibuka habari maarufu iliyovuma kuhusiana na Padre Jordan kudaiwa kutekwa, lakini baadaye jeshi la polisi lilitoa taarifa likisema kwamba Padre Jordan hakutekwa, bali alijiteka, lakini ukweli umekuja kufahamika kwamba Padre Jordan hakutekwa wala hakujiteka, ila anachopitia, anachokipitia ni changamoto ya unyongevu ikiwa na maana ya depression. Depression hii imesababishwa baada ya yeye kutapeliwa shilingi milioni tatu katika mtandao wa eBay. Kwa hiyo ndiyo akawa na changamoto hiyo katika makala hii tunaeleza kwanza yaliyompata Padre, lakini tunaeleza watu wanahitaji kufahamu hatua kwa hatua watu wanatapeliwaje katika mtandao wa eBay. Lakini tutaeleza mtandao wa eBay ukoje na unawesikana nini. Kubwa zaidi mtandao wa eBay ni halali, lakini matapeli wamo. Sasa tutaeleza watu wanatapeliwaje na tutatengeneza tukio la kufikirika kuhusiana na mazingira ya mtu yeyote yule anayetapeliwa katika mtandao huo, utapeliwa vipi? Ambapo inawezekana hata Padre Jordan alitapeliwa kwa njia hizo, japo tunaamini akipona atakuja kueleza. Kwa hiyo nitaanza kwa kueleza uh, kilichozungumzwa kilichozungumzwa na askofu wa kanisa Katoliki. Taarifa rasmi kabisa ni kwamba padri alitapeliwa katika mtandao wa eBay. Baada ya kutapeliwa, akawa na changamoto ya depression, kwa Kiswahili unyongevu. Ni kweli kwamba hakutekwa, alitapeliwa kiasi cha shilingi milioni tatu, pengine zaidi ya hiyo. Afya ya akili haiko sawa lakini katika intellect padri huyu yuko vizuri, akitaja matokeo yake kwamba alipata GPA ya nne pointi e, nane, nne pointi saba. Kwa hiyo intellect yuko sawa, lakini upande kidogo wa hisia ndiyo ambao una changamoto. Sasa tumeshayaona hayo, twende tuka tukajifunze namna ambavyo utapeli ulifanyika na unaweza ukampata ama ukamhusisha mtu yeyote ikiwemo padre Jordan ambaye tayari alihusika katika kutapeliwa huko. Sasa mtandao wa eBay ni nini? eBay ni kampuni la Kimarekani ambalo ni soko la mtandaoni, ni soko ambalo kila mtu ama mtu anaweka bidhaa, akiweka bidhaa, watu wanakwenda mtandaoni wananunua, kwa ni soko soko la mtandaoni, soko la eBay hili. Ni kampuni la kimarekani ambalo linahusika na manunuzi ya mtandaoni manunuzi ya online. Kwa hiyo ndani ya soko la eBay kuna wateja na kuna wauzaji. Vitu gani vinauzwa katika mtandao wa eBay? Katika mtandao wa eBay yanauzwa magari, zinauzwa kompyuta, zinauzwa simu, kila kitu kinauzwa, kila kitu kinauzwa. Sasa tunataka sasa tueleze kile ambacho watazamaji wanakisubiri kwa hamu, watu wanatapeliwaje? Ama pengine hata padri mwenyewe, japo ukweli anaujua mwenyewe, lakini lazima wale wezi walipita katika njia hizi. Kwa hiyo tutakwenda kueleza hatua kwa hatua. Hatua hizi zitakusaidia hata wewe wakati wa manunuzi yako mtandaoni uweze kuepuka. Mwishoni tutaeleza ufanye nini ili usitapeliwe mtandaoni. Sasa kwa hisia za haraka haraka, ni lazima padri kwa hisia za haraka haraka. Sasa hapa tunazungumzia mtu yeyote sasa ambaye anaweza akatapeliwa katika mtandao huu. Humpe jina, umwite mtawa. Mtawa anaingia katika mtandao wa eBay. Anapoingia katika mtandao wa eBay anakuta gari lenye thamani kubwa sana lakini anakuta gari hilo linauzwa kwa bei ndogo sana. Gari la milioni mia anakuta linauzwa milioni kumi. Kwa sababu anauamini mtandao huo na kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinunua katika mtandao huo, anapata hamu ya kuweza kununua gari hilo. Wanaomuuzia wanamweleza anatakiwa afanye malipo haraka, kwa sababu asipofanya malipo haraka wateja wengine watanunua. Anaharakishwa, anatakiwa afanye malipo haraka, vinginevyo itaenda lakini wauzaji hawa wanamfahamisha kwamba awatajie namba nje ya mtandao wa eBay ili waweze kuwasiliana naye nje ya mtandao wa eBay. Kwa hiyo anawapatia email anawapatia na namba ya WhatsApp. wanaanza kuwasiliana naye nje ya mtandao wa eBay. Wauzaji hawa wanamwelekeza atume fedha katika njia ambazo hazijatajwa katika mtandao wa eBay anatuma fedha hizo. Anapotuma fedha hizo, mtawa anasubiri gari, siku ya kwanza, ya pili, mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, gari haifiki. Anawapigia simu, jamani, gari mbona haifiki? Wanamweleza hii gari itakuja, lakini pesa uliolipa ni ndogo, ongeza tena fedha. Mtawa anashtuka, nimetapeliwa. Sasa <laughs> kwa hadithi hiyo, ni tukio ambalo huenda ndio limeweza li, li kumkuta e, e, padri ama limeweza kumkuta mtawa ama yeyote yule, anaweza akatapeliwa kwa njia hizo. Njia ni hizo. Sasa nataka nikurahisishie, sasa ili uelewe watu wanatapeliwaje katika mtandao wa eBay, kama hujaelewa e, simulizi hiyo ambayo nimeitoa. Tapeli anataka katika mtandao wa eBay ukiingia kama mtu kweli ni tapeli anataka malipo haraka. Malipo haraka Wa eBay, wanataka malipo lipa haraka. Kwa sababu kwa nini wanataka malipo haraka katika mtandao wa eBay? Kadri unavyochukua muda, ndivyo eBay watakavyomkamata. Wanataka haraka haraka aondoke. Njia ya pili, dalili kwamba unatapeliwa, kifaa cha thamani kubwa unauziwa kwa bei ndogo Gari ya milioni mia moja unauziwa kwa shilingi milioni tatu gari ya milioni mia naibiwa. Dalili ya tatu kwamba unaibiwa, wanakushawishi ufanye mawasiliano nje ya mtandao wa eBay, wanakuambia chati kwa email, chati kwa WhatsApp, hapo unaibiwa mjomba. Lakini dalili kwamba unatapeliwa Wanataka kufanya malipo nje ya njia zinazokubalika eBay. Watakwambia utume kwa njia ya benki nje ya mfumo ule wa malipo. Kwa hiyo sasa, ili uwe salama unapofanya manunuzi mtandaoni, njia ya kwanza, mwepuke kabisa kwa anayekwambia. Ukisikia tu mtu anakwambia lipa haraka, mwepuke mtu huyo. Ukiona mtu anauza kifaa cha thamani kubwa sana kwa bei ndogo, kwa mfano unaona gari kabisa, unajua bei ya lile gari ni milioni hamsini, milioni mia, ukaliona linauzwa laki tisa, ni nini kama utapeliwe? Lakini usikubali kufanya mawasiliano nje ya mtandao husika, kama unanunua eBay, waasilianeni humo humo eBay. Na mwisho, usikubali kufanya malipo nje ya njia zinazokubalika na eBay, lipia humo humo eBay. Ukifuata hatua hizo utakuwa salama dhidi ya wizi wa mtandaoni. Nawatakia siku njema.